a na maendeleo CHADEMA kwa zaidi ya miaka 20 hivi, na hivi sasa tunavyozungumza hapa, ni mwanachama mtiifu wa chama cha mapinduzi CCM. Ilikuwaje mpaka akawa huku? Basi yuko hapa kwa ajili ya kuzungumza nami. Manuel Kayombo karibu sana. Asante, asante sana. Nami ni Dickson Kanyika, mtazamaji popote pale ulipo, karibu sana, usisahau kusubscribe, comment, lakini pia shiriki matangazo haya na ndugu jamaa na rafiki kupitia Digital News Tanzania Halo TV pamoja na Njombe TV. Tunahakikisha tunakusogezea matangazo haya, na kwa kwanza kwanza, lakini tufahamu, Emmanuel Kayombo, umekuwa mwanachama wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA na hivi sasa tunavyozungumza hapa ni mwanachama mtiifu kabisa wa CCM. Ukiacha sababu kuu ya msingi ambayo ni haki ya kikatiba, sababu gani nyingine ambayo imekufanya leo tunavyozungumza hivi sasa uko chama cha mapinduzi ya? Yeah, kwanza na shukuru kama ulivyosema, ni kweli nimekuwa mwanachama wa CHADEMA kwa zaidi ya miaka ishirini na kama swali lako ilivyosema kwamba ukiacha sababu ya msingi ya ile haki ya kikatiba eh, moja ya sababu ya msingi ambayo, eh, naweza kusema mimi ni ya msingi zaidi, iliyonifanya mimi kujiunga na chama cha mapinduzi eh, CCM. Eh, kwanza huwa kuna misingi fulani ambayo mtu, eh, huwa unapenda kujiunga na chama cha siasa eh, pale ambapo unakubaliana na itikadi falsafa za chama hicho. Basi ukishakubali, ukishaona mambo hayo, unaamua kwamba sasa naweza kuwa mwanachama wa chama hiki kutokana na zile itikadi falsafa za hicho chama. Kwa hiyo hayo ndio mambo ambayo yalinifanya nijiunge na CHADEMA, lakini vile vile ndiyo sababu pia iliyonifanya kwa sababu ile ile niliyojiunga nayo ndio sababu ile ile mm, Ilianitoa tena kwa mara ya pili. Na mtazamaji mimi ni Dickson Kanyika kama ambavyo nimekutambulisha hapo awali. Tunao mengi. Kwa wewe ambaye haumfahamu Emmanuel Kayombo ni nani? Amewahi kuwa mwanachama wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA kwa zaidi ya miaka 20 hivi kama ambavyo nimetangulia kusema hapo awali. Amewahi kuwa katibu mwenezi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Jimbo la Njombe mjini. Lakini pia amewahi kugombea nafasi ya diwani kata ya Njombe mjini mwaka 2020 la, lakini vile vile kupitia tiketi ya chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA. Lakini vilevile vile, mwaka 2024 katika uchaguzi wa serikali za mitaa aligombea nafasi ya mwenyekiti wa mtaa wa Kambarage. Bila shaka niko sahihi kwenye hizo taarifa yeah? Eh, labda kwa kuongeza mm. eh, wenyekiti eh, kwa maana ya uchaguzi wa serikali za mitaa no, nimegombea mara mbili mara mbili gombea mwaka elfu mbili na kumi na nne mm. lakini vile vile, nikagombea mwaka elfu mbili mm. e, na ishirini na nne ndio, yes. Kwa hiyo kwa, kwa maana ya serikali za mtaa mm. nina uzoefu, nimegombea mara mbili na uchaguzi mkuu nimegombea mm. mara moja mwaka elfu mbili na ishirini kwa hiyo huko sahihi, lakini ilikuwa tu ni kwa kuongeza ili kuweka usahihi zaidi. Sawa sawa. Yes. Umeeleza sababu za msingi hasa ambazo zimekufanya ukaondoka Chadema na kuelekea chama cha Mapinduzi. Na jaribu kujiuliza swali moja. Mwaka 2020 aliyekuwa diwani wa kata ya Mji Mwema ndugu Abubakari Mtamike alihama chama cha demokrasia na maendeleo na kuhamia chama cha Mapinduzi eh, zikatolewa E, kauli nyingi sana miongoni mwa viongozi wa Chadema, wewe ukiwa miongoni, na sababu mojawapo ilikuwa ni Abu Mtamike amenunuliwa na chama cha Mapinduzi. Tarehe 4 e, mwezi Januari mwaka 2024, Emmanuel Kayombo umetimkia chama cha Mapinduzi. Umekuwa ni miongoni mwa walionunuliwa na umepewa kiasi gani kwenda chama cha Mapinduzi eh? E, ni, ni, ni kweli e, mara nyingi hizi ni sababu ambazo huwa zinatolewa zaidi. E, naweza kusema kwamba wafuasi wa vyama vya upinzani hii si wote e, mimi si miongoni mwa watu ambao huwa wana wana sababu za namna hiyo ama wanapenda kutoa sababu za namna hiyo kwamba mtu amenunuliwa ama vipi na hivi, na nataka kusema tu E, kama kuna wakati ulimi uliwahi kuteleza kwa namna hiyo e, si kweli. Sio kila anayehama chama cha siasa kwenda chama kingine cha siasa huwa amenunuliwa. Mimi kwangu, mimi nilivyohama, mimi mm. ndio nimegundua kwamba kumbe mara nyingi uf, hiyo ni propaganda inatumika zaidi na vyama vya upinzani e, kujaribu kuficha uovu ama kujaribu kuficha mambo fulani kwenye vyama vyao e, kuhusiana na hamahama ya viongozi na wanachama. Inawezekana wako wa namna hiyo mm. Lakini wako watu wanaondoka kwa mapenzi yao kwa maamuzi yao mm. Na kwa kuvutiwa na mambo fulani kwenye vile vyama ambavyo wanaenda. Kwa mfano nimeeleza pale awali kwamba e, mtu anaweza kujiunga na chama cha siasa baada ya kusoma na kupitia katiba chama hicho mm. Na kuona kuna baadhi ya mambo kwenye chama hiki yananivutia. Kwa mfano, vitu gani ambavyo vimekuvutia Chama cha Mapinduzi ambavyo ukiwa Chadema uliwahi kuvipigia kelele na ukatamani kuona vikifanyika? E, vitu kwanza, vitu ambavyo vilinivutia Chadema, inawezekana visiwe ni vile vilivyonivutia vili vili CCM. Vitu vilivyonivutia vili Chadema wakati ule, e, kwanza, e, kilikuwa ni chama kinachoamini sana katika kujenga umoja, kutengeneza umoja ndani ya, ya chama, kujenga mshikamano, upendo na vitu vya namna kama hiyo e, maswala mbalimbali mbali kama ya uadilifu e, ukiangalia namna Chadema ilivyokuwa, e, inavyojinasibu e, kwenye katiba yake, unaona kuna alama nne za bendera. Kuna rangi nyeupe, kuna rangi e, rangi nyekundu, kuna rangi nyeusi na kuna rangi ya bluu. Anasema rangi ya bluu isiyokoza ukiangalia rangi nyeupe imezungumzwa sana kwamba e, moja kiashiria kwenye hiyo rangi nyeupe ni uwazi, uadilifu na ukweli mm. Hayo ndio mambo ya msingi ambayo e, wakati ule mm. yalinivutia ambayo sasa hivi unaona hayapo. E, wakati naondoka, niliona e, kupotea kwa uadilifu niliona kupotea kwa uadilifu, niliona kupotea kwa upendo, niliona kupotea kwa mshikamano. Uadilifu niliutizama katika chaguzi mbalimbali ambazo zilikuwa zinafanyika ndani ya ndani ya Chadema, lakini upendo vile vile na mshikamano niliutizama e, katika chaguzi zoanzia kwenye ma, e, kwenye kata huku chini, kata majimbo na hatimaye ukaja uchaguzi wa mkoa, na hatimaye nilitizama e, ule uchaguzi uliokuwa unaendelea wa kitaifa uliokuwa na ushindani mkali, naweza kusema e, ndugu Tundu Lissu akiwa na e, anachuana na ndugu Aikaeli Freeman Mbowe, niliona kwamba sasa yale mambo yaliyofanya yaliyonivutia kujiunga na CHADEMA wakati ule, si mambo nayaona na wala sikudhani kwamba mambo yatakuwa hivyo, mambo yangeweza kuwa hivyo hivyo. Sasa tusalie na... Kwanza hapo hapo, wakati huu ambao wewe unayasema haya ni wakati huu ambao pia chama na baadhi ya waangalizi wa chaguzi wengine wa wanasema kwamba uchaguzi ule wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA pengine si tu unafaa uigwe na vyama vingine, bali na taifa kwa ujumla, ya kwamba kwa namna moja ama nyingine unanasibiwa kwamba ulikuwa ni uchaguzi uliokuwa wa uhuru na wazi. Wewe unasema kuna mambo ambayo hukutarajia kuyaona. Ni yapi hayo ambayo unaona yalitia doa ule uchaguzi? Kwanza, sizungumzii uchaguzi ulivyokuwa, sizungumzii ile hatua ya upigaji wa kura, hatua ya uhesabuji wa kura na hatua ya utangazaji wa, wa matokeo ninachozungumzia ni mchakato mzima kuanzia ngazi ya chini mpaka ngazi ya taifa. Mchakato ulioendeshwa e, wa uchaguzi ndani ya CHADEMA unaweza kusema umele, umezalisha haya ambayo leo unayaona. Mgawanyiko unaouona ndani ya CHADEMA umezalishwa na mchakato kama nilivyosema. E, ule mshikamano ule upendo na ile alama ambayo imekuwa ikibebwa kwa miaka mingi ya uadilifu. E, nadhani ulisikia hata wewe mwandishi wa habari nadhani ulisikia kwamba e, masuala mbali mbali ya rushwa e, yalikuwa yakijaribu kuelezwa hata na wagombea wenyewe. Mm -hmm. Kwa hivyo hayo mambo ndiyo uadilifu wenyewe. Kwa hivyo mambo hayo na mambo mengine mengi yaliyokuwa yakiendelea E, ndani ya chama hasa ukianzia huku ngazi ya ya chini ikizungumzia kuanzia ngazi ya mkoa ku, kurudi nyuma e, binafsi niliona siwezi tena kuishi kwenye chama kilichokuwa kinaamini kilichokuwa kinaamini misingi Mm-hmm. fulani na sasa tu e, chama hicho kina, kinaendelea kumongonyoa misingi yake ama kinaacha misingi yake ama kinaacha nguvu ya uanzilishi, kwa sababu watu wengi unaweza ukasema uka, e, mimi kwa nilivyokuwa nawasikiliza, misingi ilikuwa inawavutia. Kwa hivyo na, na mimi sasa nikaona e, sina sababu ya kuendelea kuamini kile ambacho niliwahi kuaminisha. Sawa, tuachie kando kidogo mambo ya uchaguzi, utarejea huko baadaye. e, kuangalia kwa kina, uligombea udiwani kata ya Njombe mjini mwaka elfu mbili na ishirini ukakosa. Unaamini ulikosa kihalali? e, e, swala la ku, la, la, ni kweli niligombea mwaka elfu mbili na ishirini e, na ndugu yangu marehemu Mungu amlehemu ndugu Stanislaus Mayemba. mm -hmm. e, na nilipata kura nyingi. mm -hmm. pata kura nyingi e, kwa mara ya kwanza mimi nagombea udiwani pata kura nyingi karibu kura elfu tatu na, nadhani hivi E, kama kumbukumbu kumbu zangu zitakuwa ziko sawa sawa mm dhidi -hmm. e, ya elfu nne na sehemu za ndugu Stas. Hiyo ni kwa mujibu wa matokeo ambayo yalitangazwa na tume, of course kwa mujibu wa matokeo ambayo yalitangazwa na tume. Kwa hivyo e, swala la nilishinda, e, ama sikushinda, matokeo niliopewa mimi yalionyesha kwamba sikushinda uchaguzi. Matokeo niloambiwa lo, na tume sikushinda uchaguzi lakini mm, e, naweza kusema kwamba uchaguzi e, si, si tendo la, la, la mara moja, si tendo la upigaji wa kura mm, ni, ni mchakato wa muda mrefu, ni uwekezaji wa chama cha siasa, ni uwekezaji wa mgombea mwenyewe pia. E, kwa hivyo siwezi e, naweza kusema kwamba e, uchaguzi ule E, yale matokeo yaliyotangazwa na tume yalionyesha kwamba e, nilishindwa katika uchaguzi ule. Sasa, sasa wewe unaamini kwa mm. kwa harari au sikushindwa kwa harari? Kwa haraka haraka, jibu langu naweza nikasema kwamba nilishindwa, nilishinda uchaguzi ulikosa kihalali Yes, naweza na nikasema kama nilivyosema uchaguzi sio tukio la upigaji wa kura. Sawa. Unakumbuka u... ulichokizungumza baada ya uchaguzi ule kutangazwa yule ambaye alipata nafasi ya kutangazwa na tume? kwanza eh, baada ya nafikiri matokeo yale ilikuwa yali, ni yali, yali, yali, yali, yali, yali usiku sana karibu saa nane hivi saa tisa. Na ndio matokeo hayo yali yalipatikana Unakumbuka ulichokizungumza baada ya matokeo kutangazwa? Kutangazwa e, siwezi kuwa na kumbukumbu kwamba nilizungumza jambo gani, lakini nachoweza kusema kwamba e, nilieleza e, ule mchakato, namna ambavyo ulikuwa na namna ambavyo e, E, wale mawakala walikuwa kizuiliwa kwenye uchaguzi. na inaamini uchaguzi ulikuwa ni huru na haki? mchakato mzima ulifanyika kwa uhuru na haki? Hapana, naweza kusema kulikuwa na mapungufu, kulikuwa na mapungufu sawa sawa. Tuendelee. Haikutosha, ukagombea pia nafasi ya mwenyekiti wa mtaa mwaka 2024. Yes, mtaa wa Kambarage, bila shaka bado ulikosa nafasi hiyo, unaamini ulikosa kihalali? Uh, mwaka 2024 na naweza kusema ni kweli tulishiriki uchaguzi na kulikuwa na mapungufu. Kwanza kulikuwa na mapungufu kadhaa kadhaa katika mchakato ule, e, wa uchaguzi e, lakini E, naweza kusema kwamba siwezi tena kusema kwamba nili e, sawa sawa e, siwezi kusema kwamba nili, nilikosa kihalali ama sikukosa kihalali, Watanzania washike lipi? E, kama nilivyosema mchakato wa uchaguzi unaanza kwanza ndani ya chama cha siasa maandalizi ya uchaguzi ili, ili kuokoa muda, yani Watanzania wanatakiwa kuelewa nini? Kwamba kwenye uchaguzi ule matokeo yaliyotangazwa yalitangazwa kihalali, kwa maana ya ulishindwa uli, uli, uli uchaguzi ule kwa halali ama haukushindwa kihalali. Nachotaka kusema kwamba watanzania wa wafahamu kwamba uchaguzi ule nilishindwa, okay. yes nilishindwa uchaguzi asante yalitangazwa well, kihalali ama hayakutangazwa kihalali lakini, mm, mchakato unaonyesha nilishindwa kwenye uchaguzi. Tutarudi huko. Una mpango wa kugombea nafasi gani sasa hivi baada ya kuhamia chama cha mapinduzi, kati ya hizo mbili ambazo umewahi kugombea? Nafikiri bado sijawa na siwezi kuwa na majibu sahihi kwenye kwenye eneo hilo. Eh, kwa sababu nafahamu kwamba mimi ni mwanachama kwanza, kuna ushindani naam kubwa, mm -hmm. Lakini vile vile kina watu mm -hmm. Eh, kina watu wengi eh, kina hazina ya eh, watu wengi mm -hmm. Lakini kina taratibu zake, namna ya taratibu zinazoongoza chama cha siasa okay. Kwa hivyo kwa sasa eh, siwezi kusema kama nitashiriki eh, kwa haraka eh, mapema hivi nitashiriki ama sitashirikisawa. Okay, yes, so tuachane na hilo sasa, tuangalie uh, mambo mengine mengi. Siasa imekuwa na mambo mengi kwelikweli. Umekuwa CHADEMA kwa muda mrefu sasa na hatimaye umekuwa mwanachama wa Chama cha Mapinduzi, kada mtiifu wa sisiem. Hebu tupe mtizamo wako mwenendo wa siasa tangu ukiwa CHADEMA na hivi sasa kwa Chama cha Mapinduzi unauonaje, e, mwenendo wa siasa hivi sasa? Nafikiri e, si kama ule nilikuwa Chadema, e, siasa zile za za nyuma ya mwaka 2015 2 na kuanzia e, mwaka elfu mbili na kumi. E, hata katikati kidogo ya mwaka 2015 na, na siasa ya sasa kuna tofauti kidogo. Utofauti wake ni nini e? utofauti wake siasa ya mwaka 2015 e, ilikuwa ni naweza kusema kwamba ilikuwa ni siasa iliyowatambulisha watu wengi zaidi hapa Tanzania kushiriki siasa kutokana na namna e, ilivyokuwa. e, naweza kusema e, kulikuwa na mazingira fulani ambayo yaliwafanya yaliwavutia vijana wengi, ama anaweza kusema kwamba yaliwavutia watu wengi, na hivyo tukaona vipawa na vipaji vya watu wengi vikijitokeza kwenye siasa wakati ule. Okay. Lakini baada e, ya mwaka elfu mbili na kumi na tano mpaka kuja elfu mbili na, e, na ishirini e, tuliona watu wengi sasa wanajaribu ku, e, kufanya mambo yao, hata vijana wanaona e, hata ule mwitikio, wakati ule wanafunzi wengi kutoka vyuo vikuu e, zile siasa za vyuo vikuu, basi walikuwa wakitoka vyuo vikuu wanakuja sasa huku mikoani kwa ajili ya kufanya zile siasa Sawa yes. Mm. Sawa sawa sawa. Ajenda kuu ya kilichowahi kuwa chama chako hivi sasa ni no reform, no election kwa maana ya bila mabadiliko eh, kwenye, kwenye sheria za uchaguzi hawatashiriki uchaguzi. Unaiona hoja katika ajenda hii Uh, No reforms, no no election. Election. Hoja ipo. Hoja ya mabadiliko. Hoja ya mabadiliko ipo. Ila siyo hoja ya no election. Ila kwenye kwenye mabadiliko inawezekana kuna hoja. Unadhani kwa nini umeamua kuweka no election? Iwapo hakuna mabadiliko kwenye kile ambacho wamekidai kwamba sheria za uchaguzi, lakini tume yenyewe imekuwa na mapungufu, nadhani kwa mtizamo wao e, kwa mtizamo wao kwamba kama walivyosema wenyewe kwamba hakuta, kama hakuna mabadiliko wao wanafikiri hakuna sababu ya kuwa na uchaguzi. Mimi naona huo ndio mtazamo wao kwamba kuna mm. Kuna mabadiliko ambayo wao wanayataka zaidi ili kuwe na uchaguzi. ni ajenda gani ni hoja gani ambayo umeiona ndani ya e, no reform e, no election e, ninacho ninachokiona kwamba mifumo ya uchaguzi mara nyingi imekuwa ikibadilika iki na napo napo, e, tunaweza kusema kwamba serikali napo inapofanya mabadiliko ya mifumo hii ya uchaguzi, eh, sidhani kama inaweza kuifanya mifumo yote, inakwenda inafanya kidogo kidogo kutokana na mahitaji wapi mna bishania wapi mna e, mnaona kuna haja ya kufanya marekebisho, basi nimekuwa ikifanya marekebisho, unachoamini kwamba inawezekana. Kuna kuna hoja ni kwamba sio kila ambacho unakitaka kinaweza kufanyika kwa wakati unaotaka. Kwa nadhani kwamba inawezekana kuna hoja, inawezekana kuna hoja yao, wanaona bado haijafanyiwa marekebisho na serikali, naona inawezekana inafahamu lakini sio kwa wakati huu, ama sio kila unachokiomba kwa wakati una dakika, basi kinaweza kikatokea kika o oh. Mabadiliko hmm, yanaweza kuja lakini eh, kidogo kidogo kidogo kidogo. Umekiri wazi kwamba ndani ya no reform no election unaiona hoja, sivyo? Yes. Sawa sawa. Kuna vitu vingi ambavyo wamevibainisha mojawapo ni pamoja na sheria yenyewe ya uchaguzi. Wanaona inaweka mianya ambayo inaweza isifanye uchaguzi ukawa huru na haki, kama ambavyo umekiri kwamba katika chaguzi ambazo umewahi kushiriki kulikuwa na mapungufu yes. Bila maa, shaka, maa, changamoto zipo kwa naam, bila shaka sheria hizo e, ambazo CHADEMA leo wanazilalamikia ndizo zilipelekea hata wewe pengine ukakosa e, kushinda kwenye nafasi hizo ambazo umewahi kugombea kuna ubaya gani leo CHADEMA wakisema hatutaki uchaguzi ufanyike mpaka mabadiliko ya zile ambazo wameziita e, mapungufu katika sheria lakini kwenye mfumo mzima wenye wa uchaguzi e, yafanyiwe ya, ya kazi kuna ubaya gani ndapo wao wakisema kwamba hawatashiriki na ha, ha, watazuia uchaguzi mpaka pale ambapo mabadiliko hayo yatafanyika, wakisema wao wana hawatashiriki hakuna ubaya.